China imeandika historia upya kwa kufungua rasmi Huajiang Grand Canyon Bridge, daraja jipya lenye urefu wa kilomita 3 linaloinuliwa kwa mita 625 juu ya ardhi, likiwa karibu mara 9 ya urefu wa daraja la Golden Gate la San Francisco nchini Marekani. Daraja hili sasa ndilo refu zaidi duniani na ni alama mpya ya uwezo wa China katika sekta ya uhandisi wa miundombinu. Daraja la Huajiang limejengwa kuvuka korongo refu lenye milima mikali katika mkoa wa Guizhou kusini magharibi mwa China, eneo ambalo kwa muda mrefu limekuwa changamoto kubwa kwa usafirishaji. Urefu wake unalinganisha gorofa zaidi ya mia mbili na limeundwa kwa teknolojia za kisasa za chuma na zege zinazoweza kustahimili dhoruba, mitetemeko ya ardhi na mvua nyingi za eneo hilo. Wabunifu wa mradi wanasema daraja hilo lina uwezo wa kupitisha maelfu ya magari kwa siku likiwa kiungo muhimu cha barabara kuu mpya inayounganisha mikoa maskini na masoko makuu ya kitaifa. Ni daraja linalowakilisha ujasiri wa weledi wa wahandisi wa China, alisema msemaji wa Wizara ya Uchukuzi. Zaidi ya kupunguza muda wa safari kwa zaidi ya nusu saa kati ya miji ya Zhengfeng na Shuncheng, daraja hilo litasaidia sana uchumi wa mikoa ya ndani kwa kurahisisha usafirishaji wa bidhaa watalii na uwekezaji. Serikali ya China inalengelea kama mfano wa miradi inayobadilisha maisha ya watu wa nchi hiyo na mpango wake wa China ya kisasa unaolenga kukuza usawa wa maendeleo kati ya miji mikubwa na maeneo ya pembezoni. Mbali na kazi yake ya kimsingi ya usafiri, Huajiang Grand Canyon Bridge tayari imeanza kuvutia watalii wa ndani na wa kimataifa kutokana na mwonekano wake kupendeza na mandhari ya korongo kampuni za utalii zimeanza kuwekeza katika huduma za ziada kama vile madaraja ya kutembea, minara ya kutazama na maeneo ya kupumzikia ili kuongeza mapato ya eneo hilo. Kwa kufanikisha mradi huu, China inaendelea kujijengea hadhi kama kinara wa dunia katika uhandisi wa miundombinu. Katika miaka ya hivi karibuni, imejenga madaraja marefu zaidi, reli za mwendo kasi na mitandao ya barabara kuu inayopatikana kwa mamilioni ya watu. Wachambuzi wanasema miradi kama hii ni chombo cha kidiplomasia ya miundombinu kinachoonyesha uwezo wa Beijing kubadilisha maeneo yasiyo na maendeleo ya kuyaunganisha na dunia nzima. Daraja la Huajiang Grand Canyon limeanza kupokea magari baada ya majaribio ya miezi kadhaa. Kiongozi wa mkoa wa Gunzung amesema, hii ni siku ya kihistoria kwa watu wetu. Daraja hili linaunganisha zaidi ya ardhi, linaunganisha matumaini na fursa.